Farume za Bwaya zilianza namo karne ya kumi na tano ani kumi na sita mfano farume za Kalabwe tuna Wanyambo, Kiziba tuna Waziba, Bugabo tuna benda ngabo, cha Mtwara tuna banya yangiro, Bukara, Misenyi, kutaja take kilele kilikuwa ni karne ya kumi na nane hadi kumi na tisa. Ningependa nitaje mambo matatu katika kuinuka hizi e, falme. Kwanza, mizizi. Mizizi mti hukua kwa mizizi, si kwa matawi. Falme hizi zilikuwa na mizizi ya mila nzuri, desturi nzuri, tamaduni nzuri hizi mizizi zilisaidia zi, sana na palikuwepo na tamaduni za kidini. Dini ilikuwa imeingia ili ndani. Ndio maana unakuta hata majina ya wahaya mengine sehemu yake ni Mungu ya Rugaba <tuhum> ya Katonda. Bila Mungu taremwa, yaani ni majina ya watu lakini yanamhusu Mungu. Hii dini ilisaidia sana katika jamii ya mkoma wale wamadekali, nasema akatanyukwile tikoma akatanyukwile tikoma, mti ambao hujaung'oa hauwezi ukakauka ule mti. Bado huko mizizi bado ipo, mambo yanaendelea. Ndio maana tunaona machifu wetu wako hapa, naomba tuwapigie makofi. Lakini wazungu walipokuja wa Jerumani walijaribu kukata mizizi na Waingereza. Ndio maana ukisoma kitabu cha Things Fall Apart, nikisoma nikiwa form 4, kuna sehemu nina nukuu: does the white man understand our customs about land? How can he when he does not even speak our tongue? But he says that our customs are bad. Even our brothers who have taken up his religion say that our customs are bad.

walivyoingilia tamaduni zetu wakakata mizizi ya foreign ya pati, ilikuwa ni sababu mojawapo ya kuanguka tawala. Lakini tawala hizi ziliinuka kwa sababu ya mfumo, mfumo, mfumo, zilikuwa na mfumo, mpangilio wa sehemu zinazoshirikiana ili kufanikisha lengo au kudumisha utaratibu. Palikuwepo na koo kwa mfano ababili, abarwani, abankango, abajubu. Hizi zilikuwa ni koo, hizi zilisaidia sana sana sana. Na kiongozi wa koo aliitwa mgurusi. Huyu akuwa tu kiongozi wa kisiasa, lakini alikuwa kiongozi wa kidini pia. Hawa walifanikisha mambo kozilikweko nyingi, nimetaja chache. Kuna abatundu abagombe abanyuma ababini abaruani, eni ni uko wangu abaruani faita, lakini ndiomurwani taruani. faita ambaye <laughs> agombani lakini, ni uko, ni ukoo abairuzi abasimba abasaizi, lakini palikwepo, na ili kuleta mshikamano, palikuwepo ndoa kati ya farume na farume hizi e, zilisaidia sana kuleta mshikamano, lakini watoto walifundishwa mila, desturi na heshima. Palikopo na mifumo yapo mkisika, hata kama binti anaolewa anakaa kwenye kisika, wanamtenga kidogo, ili kumfundisha mila na desturi, ndio mambo yanaenda. Ilisaidia sana familia, ilikuwa nzima ikihusiana katika kudumisha ubuntu. Anasema Askofu Methodius skirahii obuntu iliongoza sana ubuntu, ubuntu, ndio siku hizi tunaita utu. Uliongoza na familia nzima ilikuwa ikimwangalia mtu kadiri alivyofanya vizuri na alivyothaminiwa zaidi. Wanachama wote walikuwa wasafi, walikuwa wakijaribu kupata taarifa za siri kuhusu wanachama wengine wa familia ili familia nzima isihuzunishwe na mwanachama ambaye aonyeshi obuntu kwa maneno na matendo, wanahitaji kulinda kila mmoja. Ko kama familia ilikuwa ndio ndiomwigi enforcer wa ubuntu. Wakati mwanako anapofanya tendo la aibu kwa kukosa ubuntu, ko nzima upata stigma ekibembe. Mwisho wa kumnukuu Askofu Methodius Kilaini. Kwa hiyo palikuwa mambo yanayoleta, jambo la tatu na la mwisho ni usalama ni usalama. Hizi farme ziliinuka kwa sababu palikuwepo na usalama. Kwanza, usalama wa chakula, watu walishiba, watu walikula wakashiba, ndiyo maana wawakama walikuwa ni rahisi kuwaongoza. Wakati mwingine kuongoza mtu anaye anayekuwa na njaa ni shida, lakini hawa walishiba sana, na hiyo ikasaidia usalama wa chakula, na ndiyo maana umeona tuna aina nyingi za chakula kama ulivyotembea. Hii ni usalama wa chakula, kazi inafanyika. Chakula kilikuwa salama, bora na cha kutosha, lakini wakama walikuwa na miiko, hawakula kila aina ya chakula. Hapana, kwa sababu chakula kingine kina wanga zaidi. Kwa hiyo walikuwa wanakula aina fulani ya chakula. Wanawake kuna chakula hawakuruhusiwa kula, si kwa nia mbaya Tazama, utaratibu wetu ilikuwa ni nia njema. Kwa mfano, wakula senene, lakini ukweli senene walikula kwa sababu walikuwa na balance chumvi. Huwezi ku balance chumvi bila kuonja. Lazima tujue wazee wetu walikuwa na maana gani na walenga nini. Unaweza ukawalaumu bure lakini hii ilikuwa ni mifumo ya kusaidia. Kwa hiyo palikuwa kwa usalama, lakini palikuwepo na usalama wa mazingira, ilisaidia sana ilisaidia sana eh, lakini kilicholeta ilikuwa ni mshikamano, mshikamano hii ilisaidia sana katika farume na malizia. Kuna baba mmoja kabla hajaaga dunia alikuwa kwenye kitanda cha mauti, akawaambia watoto wake saba Akasema naomba leta fimbo. Wakaleta fimbo. Akasema eh, baba anataka kutuchalaza. Akamwambia moja, chukua fimbo moja, weka kwenye goti, vunja fimbo. Ikavunjika, ikavunjika. Akasema leta nyingine, akaleta. Akasema chukua fimbo saba zote, zifunge pamoja. Walipozifunga pamoja, akasema weka kwenye goti, jaribu kuvunja. Hazikuvunjika kwa sababu zilikuwa zimefungwa pamoja. Na hizi falme zilihakikisha kwamba zinaleta watu pamoja, wakiwepo na mshikamano. Umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Lakini chingine ambacho kilisababisha hizi falme kuvunjika ni kutosoma alama za nyakati. Waga wanasema the survival of the fittest lakini siku hizi tunasema the survival of the fastest, yaani mambo yanaenda haraka, unahitaji kwenda kwa kasi. Mfalme Rumanyika aliko na mambo yako hivi, akajaribu kujifunza na diplomasia ili kuishi na hawa wajerumani na waingereza ili mambo yaende, akajaribu kwenda kwa kasi. wengine wakwenda kwa kasi ya mabadiliko, falme nyingine zitaanguka. Tunajifunza hayo, ni masomo ya kujifunza the survival of the fastest. Mambo yanaenda haraka haraka sana, yanaenda haraka, huu ulimwengu. Lazima tujifunze hilo, na mshikamano na mifumo na ile mizizi ya mila desturi na hizo lugha zetu. Tuna desturi nzuri, vijana wengine wa uweza, wakajua kwamba sisi Wahaya tulikuwa na namba takatifu. Namba takatifu kwa Wahaya ni tisa. Ni tisa. Ndio namba takatifu kwa Waisraeli ni namba saba na arobaini, sisi Wahaya ni namba tisa. Hiyo kwa kwa msichana anapochumbiwa anapeleka seleme tisa <laughs> na, na, na tisa kwa kia ya mwenda inatokana na, na vaa kitenzi kupenda kupenda e, namba takatifu mkombazara akaitu ya mwenda e, na, na na ya mwenda na hata Aa, wengine si watabiri nini, wanatumia e, wanatumia amatobo nsimbi mwenda simbi mwenda, naona msimbi pale hapo hapo kwenye meza e, wanatumia tisa, tisa. Katika tamaduni zetu, hiyo ndio namba takatifu, lakini lazima vijana wajue hizi tamaduni zetu. Kilichofanya hizi e, farm zianguke ni somo la kujifunza. Naona muda wangu umefika, nishie hapo. Akatanikwile tikoma, asante.